Samaritan asubuhi. ah, mwite Pola Kadi akiwa na Bidemi Olaoba. Mungu wangu Mungu wangu, naona baraka zako zikitiririka zikitiririka zikitiririka kama mafuta kwa ndevu za Haruni, wewe nzuri tele sana. Dakika 43 ndizo hizo, mwendo ni wa saa 12 za asubuhi, majira haya Afrika Mashariki, ni wakati pia kuweza kujua yanayotendeka kiongozi wa chama cha PLP People's Liberation Party, huyu anaitwa Martha Karua alipatana masaibu kidogo hapo pande kutaka kuingia Tanzania, kipindi alipozuiliwa pale kutoingia Tanzania na baadaye akafurushwa akarejeshwa nchini Kenya. Martha Karua, so alikuwa ameenda kufanya nini? Kusimama na kiongozi wa upinzani wa Tanzania huko Tundu Lisu, ya wa chama cha Chadema, okay Saasema so, alikuwa ameenda kama hakimu wa Afrika Mashariki, Afrika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Eh, sasa ikawa basi akazuiwa na baadaye akafurushwa, akaambiwa sasa wewe rudi Kenya. Eh, umua wingi najua Tundu Lissu eh, amezuiliwa sana pale katika jela. Yuko katika kizuizini sana na pia amehukumiwa kwa uhaini treason. You know, you understand? Kwa hivyo napata mataifa kama vile Tanzania, Uganda, eh, Tanzania, Uganda, Sudan Kusini, wale viongozi ambao ni wa upinzani eh, wanaishi vizuizini wanapata tabu sana. Ukienda kule Sudan Kusini pia kuna balaa. Ukienda kule upande wa Uganda the likes of akina Bobby Wine pia nao wanapata tabu sana na pia Tanzania, unamuona Tundulisu na chama hicho cha Chadema e, ambacho jamani balaa inaonekana kule. Kwa hivyo, Martha Karua alikuwa ameenda tu kidogo kusimama na kiongozi wa upinzani kule, lakini sasa mambo ya kumwendea vizuri tayari. Mambo ya kwenda vizuri tayari, niko na sauti yake hapa akizungumza Martha Karua. Hebu msikize. We thought that as citizens of Jumuiya we were free but not yet Uhuru the great Mwalimu Nyerere who... Eh, asema kipindi cha mwalimu Nyerere jamani, angefanya mambo kama hayo eti anafurusha watu ama anazuia watu kutoingia katika nchi husika, lakini akakuwa na Ne, uzunikia hai. Utawala wake Mama Samia Suluhu Hassan akisema kwamba jamani, hapa jamani, jaman tunazuiwa na sisi tu ndio kama mawakili tu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuja kuangalia na kuaje hapa mambo haya ya Tundu Lissu, jamani anashughulika vipi? e, maanake pia chama chake cha Chadema kilikuwa tayari kimezuiwa ku, kufanya nini ku, eh, kugombea pale na mambo mengi tuna. bado yuko kizuizini anazuiliwa, ushaelewa. Sasa ikawa ndio balaa, ndio story ambayo ina trend sana mjini, stori ambayo inajua kwamba pia na umepata kiduchu chake, umesikia sikia na utazidi kuisikia kwa eh, muda mrefu sana. Kwa hivyo huyo ni Martha Karua, kwa nazungumza pale baadaye, baadaye kipindi ambapo, ah, baada ya kupokea, aha, kule kuzuiwa kutoingia nchi hiyo ya Tanzania, mshaelewa. <laughs> Alafu kando na hayo, kama nilivyokuambia tu kwamba pia mataifa kama Uganda Tanzania vile na Sudan Kusini pia yanashuhudia mambo kama na hayo ya kufanya nini. E, viongozi wa upinzani wanapata tabu sana wakifanya nini, wakizuiliwa pale katika magereza tofauti na tofauti. Alafu kuna kisa kingine ambacho kilitokea, kisa cha kusikitisha sana maana e, kuna CCTV Eh, iliweza kuonesha wanaume wawili ambao walikuwa wanataka kulichoma gari fulani. Eh, walikuwa nataka kulichoma gari gari I think la mtu tu kwa residence fulani alafu, <coughs> kipindi wanataka kuchoma gari hilo, huo moto ukawarudia <coughs> uka <coughs> <laughs> Yaani waka nguo zao zikashika moto. CCTV ilikuwa inaonyesha vile kwamba eh, wanaume wawili walikuwa wamevalia mask kwa uso na sasa walikuwa wameingia kwa compound e, usiku, waweza kufanya nini? Wakakuwa wamemwaga petroli kwa gari ili kwamba waweze kuwasha kibiriti gari liungue. ya sasa, mwanaume mmoja alimwaga petroli kwa gari na mwingine alikuwa nyuma yake e, sasa, yeye ndiye alikuwa anataka kuwasha kibiriti. Sasa ndio gari lifanya nini? Lilipuke. Sasa dakika kidogo baadaye e, gari lilichomwa li, li, li, li ndio ya eh, lakini eh, gari lishika moto lakini pia wale ambao walikuwa na wanafanya nini? wana wanalichoma gari hilo pia nao wakafanyaje? wakashika moto. Ushaelewa? Sasa mtu anaamua kutendea mwenzake mabaya, lakini kwa hayo mabaya anayetendea mwenzake pia mabaya yake yanamfuata. Ushaelewa? Yaani wewe umetoka kwako na motive mbaya ya kusambaratisha amani ya mtu ya kuweza kufanya mtu ateseke, lakini kwa hiyo hali ya kufanya hivyo pia nao unapata mateso hasa eh? Unaweza ona. Unaweza ona sasa, hiyo ndio inafaa ikufunze kwamba si vizuri kufanya mabaya, si vizuri kufanya mwenzako mabaya because mwisho wa siku utahukumia kwa hilo. Kwa hivyo hawa ni kama hata hukumu tayari ilikwisha anza na hapo Immediately, kwamba wewe unaenda kuchoma mali ya mtu, unaenda sijui kufanya nini, alafu in return pia unapata majeraha ya kwako kutokana na mabaya ambayo ulikuwa unayafanya na huyo mtu, yeye aje alipiza wewe umeenda kuchoma gari lake, lakini katika hiyo process pia nawe eh, unashika moto eh? So, hiyo inatufunza kwamba we should not be watu wa evil hearted, watu wa roho mbaya. Mwenzetu akinunua gari tunaona wivu, mtu akijenga nyumba nzuri permanent. Kwani mtataka watu wanyeshewe tu mvua kila saa? Hmm? Watu watafanya maendeleo wa jamani. Unataka tu watu tuendelee kutembea hivyo pasipo kupanda gari? Eh? Unataka watu wasiende driving school? Mnataka watu wasisome? Yaani mnataka society kae tu hivyo bure. Sasa unajua kwa jamii kuna watu aina hiyo, watu ambao wana roho mbaya, roho chafu, roho ya Kaini, roho ya kuua, roho ya kuangamiza. Lakini asubuhi tulikuwa tumesema kwamba ole wao, ole wa ole wao wenye mambo kama hayo. Sasa mwisho wa siku, mkono wa Bwana ndio utafanya mambo yake. So you can just see how God is protective na vile anavyofanya kazi kwa watu wake. Wewe unaenda kufanya hili na pia hili linatokea kwako. Eh, sasa kujua tu kile ulichokuwa nakifanya si kitu kizuri bali ni kitu ambacho ni kibaya tena zaidi. Kwa hivyo watu wabadilike, jamani. Mtu akinunua kagari kwa community, kuwafurahia, because that car you never know itasaidia siku moja. Unaweza uh, uh, uh, kuwa wewe ni mgonjwa sana na hakuna kitu ambaye inaweza kuchukua, wanaita huyo jamaa ambaye kagari kake ulikuwa na kadharau yeye ndiye anakubeba, hmm. Ana inaweza kuwa umetoka Rwanda usiku, hakuna magari PSV, na huyu jamaa ndio anatoka Kisumu, ametoka Kisumu, eh, kutembea anarudi hivi, anaangalia anaona anamulika, huyu si ni nani? Anaambia, aya, ingie ndani. So wivu siku zote hausaidii. Kwa hivyo ukiona mtu amenunua gari wa community, usikue na roho mbaya juu ya hiyo gari, usiongee vibaya because you never know, what goes around comes around, akasema mzungu, sijui.